Ujenzi wa flyovers katika maeneo ya Mwanakwerekwe na Amani unaendelea kwa kasi kubwa. Hii ni sehemu ya jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuboresha miundombinu ya usafiri mijini na kupunguza msongamano wa magari. Nam e, hakika Unguja imekucha, Zanzibar imeamua kwelikweli chini ya serikali ya rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Unachokiona ni barabara ya juu maarufu flyover, hapa katika eneo la Amani. Kama unavyoona, mafundi wapo katika ujenzi kuhakikisha, uchumi wa buluu ni uchumi wa buluu kwelikweli. Mwanakwerekwe Flyover: ujenzi umefikia hatua ya asilimia 90. Mradi ulianza Desemba mosi elfu mbili ishirini na mbili na unatarajiwa kukamilika mwaka huu. Una urefu wa mita 72, upana mita 18, njia za juu mita 8.35 kila moja, njia za chini mita 8. Inajumuisha pia mifereji ya maji ya mvua na njia za watembea kwa miguu. Amani Flyover: Ujenzi unaendelea kwa kasi na unalenga kuondoa msongamano mkubwa wa magari katika eneo hilo. Flyover hii itakuwa na njia mbili za magari, suluhisho la muda mrefu kwa safari za wakazi wa jiji. Mradi huu unatekelezwa na China Civil Engineering Construction Corporation kwa kushirikiana na SMEC. Na ni sehemu ya ukarabati wa zaidi ya kilomita 100 za barabara visiwani Unguja na Pemba. Zanzibar ni njema atakayaje. Hii ni Daily News Digital. Mimi Ismail Kawambwa.